Ameandika, Yesu Kristu. Baba, mimi msikilizaji kutoka jimbo kuu Mwanza, naomba kuuliza, je, hapa Tanzania kuna basilika? Na je, hapa jimbo kuu Mwanza kanisa kuu linalojengwa ni la hadhi ya basilika? Maana ni kubwa sana. Asante sana, naona mtu wa Mwanza. Nashukuru sana kwamba unavenda kanisa lako ambalo mm. ni kubwa kweli, ila askofu mkuru aicha mkwenda Dar es Salaam mm. la Dar es Salaam ata kujenga kubwa kuliko la Mwanza hivyo <laughs> <laughs> e, eh, hivyo la Mwanza ndio likuwa kama lingevandika la Mwanza o likuwa kubwa kuliko yote hapa Tanzania mm. kwa ukubwa. Sasa la Dar es Salaam litakuwa kidogo kubwa zaidi kuliko la, la Mwanza hapa Tanzania. Mpaka sasa inavyojua hatuna bazilika yoyote, hatuna bazilika yoyote. Kenya ndio najua wana basilika pale katika kituo chao cha hija cha ufufuo resurrection garden pale, wana basilika moja. Na uwelewe kwamba kuwa na basilika, ukishajenga kanisa lako zuri, na hapa Tanzania tuna makanisa mazuri mengi sana, ambayo yanaweza kuwa basilika, sio la Mwanza tu, hata na la Bukoba, hata na la zamani la Dar es Salaam, ungeweza kuomba kibali likawa basilika. Lakini jue, lakini likiwa basilika, sio la kwako tena, ni la Baba Mtakatifu. Kama ume ilu na hivyo ni kama umelitoa, umetoa kanisa hilo la baba mtakatifu, na hivyo hivyo lina hivi ina gharama vile vile, kwa sababu sadaka zinazotolewa mle na baba mtakatifu ana sehemu na sehemu yake ya gharama zile na mambo mengine yale. Ndio sababu kabla unayofanya kanisa bazilika, lazima uone namna gani utafanyaje, utaendeshaje. Na kama ndio kanisa kuu la jimbo na unalifanya bazilika, sasa hapo ni la kwako ni la baba mtakatifu. Sasa askofu anapokwenda mle, anaenda na miguu midogo kwa sababu ni kanisa la baba mta mtakatifu. Ndio sababu nakuta hata wanapofanya mazirika hawafanyi ma kanisa kuu, wanafanya makanisa ya ya pembeni. Kwa mfano kanisa la hija, la hija la Bikira Maria mm, au kanisa sijui la hija gani, ndio nafanya nini yanafanya mabazirika hivyo. Kanisa la Mwanza linalojengwa kweli, lina kihadhi lina hadhi ya kutosha kuwa bazirika? Kama askofu anaomba hila, akija kuomba lazima afikirie mara mbili, liwe kanisa la kwake la jimbo hiyo kanisa la Mwanza kihadhi linaweza kuwa bazilika, ni uamuzi wa baba askofu pamoja na waamini wa Mwanza akishirikiana nao. Lakini sidhani kama, sijui uwezi kujua. Sidhani kama atalifanya hivyo, basilika sijui. Na pengine ili iwe basilika ni vigezo gani wanazingatia? Kwanza liwe kanisa lenye hadhi, mm. yani zuri. mm. Lenye hadhi. Sio lazima liwe kubwa sana, hapana. Kubwa sio unafanya basilika. Unakwenda Roma, hata kuna basilika nyingine ndogo sana. Kanisa ni ndogo sana lakini ni basilika. Liwe na hadhi ya kuwa basilika. Yani iwe zuri imara, sio katika kuanguka anguka kesho, mm. ambayo inaonekana kweli hata litakaa miaka na miaka basi namna kama unavyo kama kutabaruku kanisa hmm. Kigezo gani cha kutabaruku kanisa? Katabaruku kanisa ni askofu anaamua, lakini we kanisa ambalo liko imara na ninaka najua miaka mingi tu hamsini, mia moja bado lipo mm. na ni kanisa ambalo lina na hatari ambayo imejengwa, sio sio kwamba imewekwawekwa, ime meza imejengwa kabisa na, na mawe mm. hapo ndio anafanya nini na anaitabaruku kanisa, ndio hiyo tu na anayetabaruku ni nani? Askofu, askofu mwenyewe. Ni askofu jimbo mwenyewe, anaweza kumkaribisha askofu mwingine akatabaruku au ba, barozi wa, wa papa. E, ni kama askofu anaitabaruku, sio kama barozi anaitabaruku kama, kama askofu, kwa sababu si lazima uwe barozi kuja kutabaruku kanisa. okay. E, ruhusa ya kutabaruku kanisa inatoka kwa askofu jimbo mm. sio kwa papa. Ingekuwa inatoka kwa papa, hapo ndio, lakini inatoka kwa askofu jimbo hivyo Nye, kafano kanisa la Bukoba la, la, nani la la katedrali ile Ndio. baada ya kujengwa upya mm. walimwalika kardinali wa Kampala mm. wa mara akaja kulitabaruku hivyo litabarukiwa na kardinali wa Wamara. Kampala ndio mm. na askofu nuntio alikuwepo